Akizungumza na wakulima, mwenyekiti wa chama cha msingi Hekima Joshua Madunda amesema baada ya wajumbe wa bodi ya chama kupita kukagua hali na mwenendo wa zao la tumbaku kwa wanachama wake wamebaini uwepo wa baadhi ya changamoto ikiwemo baadhi ya wakulima kupungukiwa fedha za kugredi tumbaku, hali iliyopelekea bodi kuomba kupata nyongeza ya mkopo kwa ajili ya wakulima. Madunda amesema chama kimetenga milioni arobaini kama nyongeza ya mkopo kwa wakulima waliopungukiwa fedha za kugredi, ikiwa pamoja na wazazi walioshindwa kuwapeleka watoto wao shule kwa kukosa fedha kwa ajili ya mahitaji ya shule baada ya ujumbe wangu wa bodi ya chama cha msingi ya Hekima kupita kwenye kanda zao waikagua zao la tumbaku jinsi lilivyo, wamegundua changamoto moja ifuatayo kwamba hela za kugredi ambazo kwa grading zimekutana changamoto, ambayo wengi mlikuwa na tumbaku nyingi, nguvu kazi kidogo, kwa hiyo zimeishia kwenye inshu ya kuvuna tumbaku na kusukisha tumbaku. Kwa hiyo lengo la kugredi maana yake limefeli, tumbaku mnazo nyingi ndani ya manyumba, hazina fedha ya kugredi. Na kabla ya kufanya mikutano hii nimewasiliana na benki kama mwenyekiti wenu. Kwa hiyo tumepata hela kama dola elfu kumi na tatu ambazo tumezichenji leo, wale ambao mna tumbako nyingi mweze kupata huu mkopo, nyongeza ya mkopo wa grading. Ziko changamoto ambazo zimepata kwenye kanda hii ya Usindi kwamba kuna watu walikuwa wamekata tamaa kutoka wapeka watoto shule, wako wazazi ambao ni wanachama wetu, imesinasemekana mmekosa fedha kuwapeleka watoto shule. Kwa hiyo katika fedha hii kama wengine fursa kuwapatia nguvu ya mkopo huu muweze kupeka watoto shule. Na kama bodi imesema tumejipanga, tunatakiwa kufikia tarehe moja mwezi wa sita, kama masoko yanafunguliwa mwezi wa nne, kweli tu tumeshamaliza kulipa malipo yote kwa wakulima, kwa upande wake katibu meneja wa chama cha msingi Hekima Antoni Misibo amesema nyongeza hiyo ya mkopo wataitoa kwa kuzingatia uzalishaji wa mkulima ili kuepuka wakulima kuwa na limbikizo la madeni. Kwa kweli hali ni nzuri, tulipa makisio ya kuzalisha kilo laki mbili na kumi, kwao kulingana na viongozi wetu jinsi walivyopita kwenye mashamba ya watu aabali ya watu, tunategemea kutegemea kupata zaidi ya kilo laki mbili na kumi. Fedha ambayo tumeomba benki tumeomba dora uh, 7b uh, ni sawa na milioni 40. Kwa hiyo hii milioni 40 maana yake tunawakopesha wale wakulima wenye uhitaji kwa maana ya kwenda kumaliza kiredi lakini pia tawasaidia na wakulima, wakulima wakulima wakulima wakulima wakulima wakulima. Baadhi ya wakulima kwa ajili ya kupeleka watoto wao ambao walikuwa wataenda. Baadhi ya wakulima wameeleza kulipokea kwa furaha jambo hili wakisema: Kwa majina naitwa Ancha Vironda Zuberi Mohamed. Kama bodi mlivyojaribu kutu kutuchunguza katika mwenendo huo na sisi tumelipokea. Kwa hiyo kwa wale wenye changamoto, sisi tunaomba mtusapoti kwa kitu ambacho kitakuwa kimepatikana kiasi hicho, ili tuchambue haraka na tufunge mapema. na naitwa Agnes Kigaza Nzikwa, hivi sasa nakimbizana na kugeredi tu. Nimebaki, yani naona kwenye mabani tu, tumbaku ya kwenye mabani ndio, na ngoja ikauke, halafu niendeleze na kugeredi. Kwa majina naitwa Adam Hussein Maganga. Wakulima kwa kweli wamevuna tumbaku lakini tumbaku nyingi sana, karibu mivuna ya tatu sasa iko ndani. Kila huyu kimsikiana analalamika kuhusu kugredi. Kwa hiyo tungepata huko kaakiba katusaidi tujaili mapema metumba ile mapema.